Kwa hiyo sio kikao kidogo, ni kikao muhimu ambacho sasa kinaenda kuweka mstakabali wa maisha ya Uwanja wa Ndege. Serengeti TV tumekusudia kukuhabarisha na kukuburudisha, lakini awali ya yote nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kutupa kibali na afya njema kuweza kuiona hii siku ya kwanza na kuweza kufungua kikao chetu cha kwanza cha maendeleo katika kata yetu. Lakini ni washukuru kwa namna mlivyoweza kuniombea nikaweza kubahatika kuchaguliwa kwa mara nyingine ya pili. Kwa hivyo natambua uwepo wenu, natambua uwepo wa waandishi wetu wa habari kwa namna ambavyo mnahabarisha habari za maendeleo katika kata yetu, lakini katika halmashauri yetu na wilaya yetu kwa ujumla na mkoa wa Mara kwa ujumla, watanzania wanaona serikali ya Chama cha Mapinduzi ni nini kinachokifanya kwa wananchi wake. Ndugu zangu, niwashukuru, ni washukuru kwenye hotuba yangu hii ya ufunguzi wanachama wale wa Chama cha Mapinduzi kwenye viti wangu wa vitongoji, kwa namna ya kipekee nilikuja kwenu kuomba ridhaa ya kunichagua kwa mara nyingine ili niweze kuwa kiongozi msimamizi wa shughuli za maendeleo katika kata yetu no na kwa sababu mlinipima kwa miaka mitano, mkaona namna gani tulivyoweza kushirikiana. Nafikiri imani ile ya utendaji iliwapelekea mkaendelea kuniamini kwa asilimia 99. Ninawashukuru sana, Mwenyezi Mungu awabariki sana, na niwahakikishie mimi ni kijana wenu ndugu yenu na rafiki yenu mtoto wenu, hakika Sitawaangusha na nitafanya mara mbili zaidi ya pale nilipofanya kwa mara ya kwanza, sababu matamanio yenu ni kuona mnampata kijana kiongozi mnayeweza kumtuma na anapokwenda anarudi na kitu na anarudi na majibu. Kwa hivyo ninawashukuru sana kwa hilo, lakini nimewaita kwa wingi. Utaratibu wa WDC wajumbe wake halali ni wenyeviti wa vitongoji ambao ni wanne lakini watumishi ambao ni wakuu wa vituo kwa maana ya walimu wakuu, mratibu elimu na taasisi zingine ambazo ziko chini ya mtendaji wa kata, hao ndio wajumbe wa ODC. Lakini tuna wajumbe watatu wakaribishwa, ambao ni mwenyekiti wa kata na mkatibu na mwenezi. Hao ni wajumbe wakaribishwa, ni maelekezo ya chama makao makuu kwamba hao wanakaribishwa moja kwa moja kwa nafasi zao. Lakini kwenye ufunguzi wangu niahidi kwamba nilikuwa mtendaji na programu moja hivi ya kila Pasaka ya mwaka. Ile siku nilikuwa nimeitenga maalum kwa ajili ya kuzungumza na wazee nyumbani kwangu kila mwaka mara moja. Wale wazee nilikuwa nawaita kwa nia moja kunishauri, lakini kupima wapi tumefanya na wapi tumekosea, ili tuweze kurekebisha mapema, kwa sababu uongozi kama udiwani, ile ni taasisi ya watu. Kwa hivyo siwezi kuamka mimi na mke wangu tukapanga kwenye kata hii tunafanya nini? Hapana, lazima uite wadau wenye kata yao waangalie, kwa kipindi cha mwaka mmoja tumefanya wapi, na kwa kipindi cha sasa tunachoendelea, wapi tumekwama na wapi tunatakiwa kurekebisha. Niombe katika hii miaka mitano tuangalie namna ya kupata nyumba za watumishi ili waweze kuwa pale, tufikiria namna ya kupata nyumba kwa ajili ya nini ya hata nesi basi hawezi kwenda pale kwa ajili ya Sasa kwa kwetu naongea swala la afya. Ili mtu awe na afya njema lazima kuwa na maji ambayo ni maji salama. Hata sisi hata mfano nichukue tu mfano shule ya Tumaini. Maji wa walimu anachota maji kwenye vidimbwi, watu wanafunzi wanapata maji kwenye vidimbwi. Sasa lini, lini na lini, wapi na wapi mtu atakuwa na afya? Kuna watu wa dini na kuna wataalamu pamoja na watendaji <coughs> wenye viti wetu na mtendaji tufanye nini? Basi kuwepo na vikao endelevu kuwashawishi, kuwaomba wazazi wajue kwamba huu ni mchakato wa kupata matokeo. Hili ndio limetupa shida sana mwaka jana, hawakutaka kutoa nani chakula, unaiona Burunga ikashuka matokeo. Na huu ni mfano mdogo tu, Ngalawani nayo ikashuka lakini ile miaka ya nyuma pale walikula, tulikubaliana wakala vizuri, watoto wakawa wanashinda pale, wanakula wanafurahia masomo. Lakini leo hii utakuta mtoto kama akiamua kubaguliwa kwamba ale tu yule aliyechanga, mtoto mwingine pale amekaa, halafu baadaye waingie wote darasani, kwenye mchakato huo kupata matokeo makubwa, inawezekana? Haiwezekani. Sasa tufanye nini? kwenye vikwao mbele, mwenyekiti, ndio hilo tuliweke sasa, na ikiwezekana niweke kwenye ratiba yako kama tulivyofanya kipindi kilichopita, kuzunguka kuhamasisha, moja mbili tatu, tuhamasishe na chakula. Nachukua fursa hii ndugu zangu kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu kabisa kipenzi, kwa namna anavyotuelewa sikia na kutusikiliza. Nimewaambia kata yetu imepata fedha nyingi sana kwa kipindi cha muda mchache sana cha uongozi wa nyuma. Ukienda pale Ngarawadi tujenga madarasa matano ya zaidi ya milioni mia moja lakini tulikarabati madarasa mengine mawili kwa milioni ishirini na tano lakini tumejenga pale zahanati mpaka tumefikia hatua ya kuezeka kwa nguvu za wananchi na tukasaidiwa na daktari Limu Nyansoma mabati na mahali, lakini hatukuishia hapo, mama alitupa fedha tukajenga barabara inayotoka kule Kiambani ikaja mpaka Ngarawani na kwenda mpaka kule Kilimo lakini mama hakuishia hapo, naona ametuletea fedha nyingi kwa ajili ya miji ishirini na nane na sisi uwanja wa ndege ni wanufaika, lakini hatukuishia hapo. Tumejenga zahanati yetu ya hapa Burunga, mama ametuletea milioni hamsini akatuongeza milioni nane na laki mbili, na bado ana matumaini makubwa ya kutuletea fedha zingine hmm. hmm. na tunafahamu kwa sababu ni msikivu, fedha ambazo tumeomba atatuletea lakini hatukuishia hapo, naona. Tulikuwa na upungufu pale sekondari, tumejenga madarasa zaidi ya 13, maabara tukatengeneza pale zaidi ya milioni 40. Kuna wakati tulipata pale zaidi ya milioni 340 kwa mara moja. Kwa hiyo tumefanya vitu vikubwa eh, kwa mara moja. Lakini washukuru na wananchi wetu kwa kipindi cha miaka mitano wameweza kuchangia maendeleo makubwa sana, lakini kipekee tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kumteua Mheshimiwa Daktari Rimo Simioni Nyasondo, ndugu yetu msaidizi wake wa karibu waziri wa ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa. Kwa hivyo tunamshukuru sana. Tunaimani kupitia nafasi hii aliyo tuheshimu sisi Serengeti tunakwenda kupaa kimaendeleo. Ndugu zangu, nimalize eh, kwa kusema kuwa kama nilivyotangulia awali kwenye hotuba yangu ya mwanzo, sisi tunahitaji kukimbia katika nyanja za maendeleo, katika nyanja za barabara katika nyanja za maji miundo mbinu ya shule miundo mbinu ya barabara, kila sekta inayotakiwa, sisi tunatakiwa kukimbia, sio kutembea. Na kwenye kukimbia kwetu, tunahitaji kuwa wamoja, wenye kupendana, wenye kuacha vurugu, wenye kutuliza amani, ulinzi na usalama kwenye eneo letu. tukiyafanya hayo tunakwenda kuonja keki ya taifa kwa maendeleo makubwa sana, na kwa namna ambavyo mifumo imekaa tukiwa wamoja, tukaacha kushtakiana. Sisi kata yetu ikawa ni kushtaki shughuli za maendeleo, ndani ya miaka mitano kata ya uwanja wa ndege sio hii mnayoiona sasa. Nimshukuru sana mheshimiwa mbunge ndogo wetu Mary Danieli, juzi nilimleta hapa Burunga, nafikiri mlisikiliza ahadi zake na nimeanza kufuatilia ahadi moja baada ya nyingine, kama nilivyomweleza hapa na akaniahidi kwenda kufuatilia. Mategemeo ni makubwa na matunda ni makubwa. Kwa hivyo ninawashukuru sana wananchi. Ni mkazi wa kata ya uwanja wa ndege, nafasi yangu ni mwenyekiti wa UWT, kata ya uwanja wa ndege. Sisi kata ya uwanja wa ndege tangu mwaka 2025 tulikuwa na mikakati ya maendeleo na mikakati ya maendeleo ni kwa ajili miundombinu ambayo ni elimu, umeme, barabara na maji. Nijikite kwenye nafasi ya maji, kata ya uwanja wa ndege hususani tuna changamoto ya maji kiujumla. Kata ya uwanja wa ndege tuseme, Burunga, Ngarawani, Kiambahi na Maruru tuna changamoto ya maji kwa hali ya hewa ya sasa, ilianza tangu mwaka jana mpaka sasa elfu mbili na ishirini na sita, tuna adha ya maji. Akinamama ni watu ambayo sasa hatutulii ndani, hatufanyi kazi, kunako kucha tunanyanyuka, naondoa kwa ajili yakona kutafuta maji, ombi letu tunaomba mama yetu Rais wetu mpenda wetu tuliomchagua kwa kura za kishindo kwa ushindi wa chama cha mapinduzi watuone so, kata ya uwanja wa ndege kwa ajili ya uhaba wa maji, ili aweze kututua akina mama ndio kichwa. Ah, mimi kwanza namshukuru Mheshimiwa diwani kwa kazi kubwa anayefanya, na mara ya kwanza alivyoanza alikuwa Yani, hafahamiki kwenye kata hii na tulimchagua kwanza kama kwa matazamio, lakini amepiga kazi kubwa na baadaye ameonekana meunga, ameunganisha kata kwa kiasi kikubwa, na sasa hivi tunachohitaji kwamba sana sana ni miundombinu ya barabara ya kuunganisha kata, kwa sababu kata sasa hivi kijiografia imekaa vibaya, lakini mtu akitaka kwenda Ngarawani lazima azunguke mjini ndio aje Burunga ndio aende Kiambaa. Kwa hivyo tunahitaji barabara ya kuunganisha kata, itakuwa imesaidia wananchi wakati ya Uwanja wa Ndege kuwa pamoja na hata vikao kufika katani na kuwa havina changamoto zaidi sehemu. Kata kata ya Uwanja wa Ndege ja, nimeingia nime kata hii ya Uwanja wa Ndege mwaka 19, 2018 kwa kweli kidogo hali ya kitaaluma ilikuwa haiko vizuri sana, lakini kwa kushirikiana na Mheshimiwa diwani na viongozi wa kata ulisimamia swala la utoro, tumesimamia swala la chakula kwa ujumla. Nataka tukusemea swala la chakula. Swala la chakula ni motisha kwa watoto, linapunguza utoro sana, lakini linawapa nguvu hata kujisomea. Lakini kwa miaka ya hivi karibuni tena imetokea ombwe ambalo sijui linatoka wapi, kwa sababu na especially kwa shule hii ya Burunga wazazi wamepunguza sana mwitikio wa utoaji wa chakula, na ukiangalia hata matokeo yetu ndani ya kata, japo sio kwamba tumefeli sana lakini ameshuka, tuko tumesha shuti kufika kwenye ufaulu wa 90 na 80, na sasa hivi kwa na, mfano Ngarawani ilishuka mpaka 56 na sita. Uh, Burunga na Burunga 80 ilikuwa na tumaini ilikuwa kwenye 80 na kwa hiyo mimi kwangu, kama afelikata, wito wangu mkubwa sana kwa wazazi wakumbuke swala la kudhibiti utoro, lakini wakumbuke kuachangia watoto chakula, na chakula ndio kinatoa motisha na nguvu ya kusoma. Mimi naitwa Diwani Matoke Joseph Mikaeli, awali ya yote ni washukuru e, Serengeti Media. Na Serengeti na Serengeti TV kwa namna ambavyo mnafanya kazi kubwa na nzuri ya kuhabarisha habari za maendeleo habari za usalama katika halmashauri yetu na wilaya yetu kwa ujumla. Tunatambua uwepo wenu, lakini tunawashukuru kwa namna mnavyosambaza habari njema za mkuu wa nchi na mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Mheshimiwa Rais Rais Daktari e, Samia Suluhu Hassan kwa namna anavyopambana na kufanya mambo makubwa katika nchi hii. Kama nilivyokuwa natoa hotuba yangu hapo ndani mmesikia ninayataja mambo aa Mheshimiwa Rais kwa kipindi chake cha awamu ya kwanza tumeweza kunufaika vitu vingi, hususan madarasa e, tumeweza kunufaika na mambo ya miundombinu ya barabara na sasa tuna mradi mkubwa e, wa miji ishirini na nane ambao tutakwenda kutegemea kupata maji ya kutosha kwenye maeneo yetu na kata yangu ya Uwanja wa Ndege ikiwemo. Lakini kikubwa ni hicho ambacho nimewaeleza wajumbe wa kamati ya WDC kwamba tunahitaji kukimbia, tunahitaji kuiona kata ya Uwanja wa Ndege yenye mabadiliko makubwa lakini ili tuweze kupata maendeleo ni lazima tudumishe swala la ulinzi na usalama. Ni lazima tuhakikishe watu wetu ni salama na watu wetu wanapata muda mwingi wa kufanya shughuli za maendeleo badala ya kuingia kwenye migogoro, na sisi kata ya uwanja wa ndege hatuna sababu yoyote ya kuingia mgogoro na serikali, kwa sababu tunaona tija kubwa tunayoipata kupitia rais wetu, kupitia viongozi wetu, mbunge kupitia mkurugenzi na mwenyekiti wetu wa halmashauri, viongozi wetu wa chama, mwenyekiti wa chama wa wilaya, katibu wetu, kwa namna wanavyotushauri viongozi wangu wa ngazi ya kata, mwenyekiti, katibu na mwenezi, wanavyoweza kunishauri vizuri na kunisimamia, tunaweza kufanya mambo makubwa. Tunahitaji kujenga zahanati ya Ngarawani, zahanati ya Burunga, tunahitaji kuwa na shule mpya pale Kilimo, lakini tunahitaji kuimarisha sekondari yetu pale Ngarawani, tunahitaji kuimarisha sekondari yetu pale Serengeti ambayo ni high school kwa ajili ya maendeleo ya kata wetu, yetu tuna mambo makubwa ya kufanya kwenye ikata. Tunataka ya shirina, shirina, shirina, kata tunataka kuiona uwanja wa ndege elfu mbili ishirini na sita ishirini na saba inabadilika tofauti na huko tulikotoka, kwa sababu, kati, kwa sababu eh, mbinu za viongozi wetu ni kubwa sana. Kwa hivyo ndugu zangu, sisi tuko hapa kwa ajili ya kukimbia si kwa kutembea, kwa sababu tunachohitaji ni maendeleo. Nimezungumzia habari ya barabara, miundo mbinu ya barabara ni mbovu lakini tayari tumeshaongea na watu wa Tarura na wamekuja wamesurvey, kama watekelezaji wa ilani ya chama na wanaomsaidia Mheshimiwa Rais kazi wameona miundombinu ni mbovu, na wameniahidi kuweka kwenye bajeti kwa ajili ya utekelezaji. Na mlipokuwa hapo ndani mmesikia, ndicho kilikuwa kilio kikubwa, na nimewahakikishia kwamba sisi hapa kazi yetu ni kuhakikisha tunafanya kazi ya utekelezaji wa ilani bila kurudi nyuma.